Mimi nataka tuenda kwenye ushindi. Ushindi umefanikana kwa sababu ya goli iliyofungwa. Hili uh, goli limezalishwa vipi na mpaka likawa sasa hiyo hiyo? Kwanza, goli imetengenezwa kifundi zaidi kwa sababu yes. Kwa sababu, sababu mpira ulipoanzia nyuma, kwa sababu Roman Force ana principle inaitwa Magic Magic Square. Uh, yes.

kwa mwamba pakome zozoa baada ya kuchukua pakome akaweka katikati, akajua kulingana mabeki wengi wa Simba ni wazito hawawezi kufanya zile tani. Mpira ukapiga hapa, akana pembeni, akagusa mati, akakuta pakome. Pakome akamsambia aka, aka, aka, aka golikipa ya kwanza ya pili. Huyu ametoka hapa, nikipiga pale ni goli. Ndio goli imefungwa kifundi. Nasema offside mwalimu, offside msikia offside unasema wewe sawa. Yani arajigi ambao kafu amemtambua, arajigi ambao dunia amemtambua Dole na mimi ni mashabiki, sasa, wa sae, ukisema mashabiki mm -hmm. ambao hajasomea na kocha ambaye analefalia ambaye amesomea tumwamini nani? mm -hmm. Yaani mwalimu ambao darasani amesomea mm -hmm. na mtu ambaye hajasomea hata ualimu utamwamini nani? Mwalimu Shabalala, fulani hujajibu swali, kwa maana sasa ukizungumza Shabalala mm -hmm. Shabalala, Shabalala na, ana, ana, ana mwezi mmoja na nusu, ana vikombe viwili, ana, ana Lion Sport, na ngao na jamii kule, angekaa angezeeka asingepata hata hivyo vikombe ndo maana baada ya kupata vikombe Shabalala akaja kuwashukuru mashabiki wa Yanga kwa kumpokea, na amefanya kazi kubwa zaidi Shabalala, na amewaambia dunia kuwa ukitaka vitu vizuri njoo Yanga Sports Club. Kipindi cha Shabalala shangilia, Kapombe nimemuona nalia, kuwa bado anaendelea vilio vile vile kwa maana yake atandakilio, maana yake baki nini? Baki si Simba kwa sababu Chabalala ametengeneza fursa mpya, ameweka historia mpya mm. ndani ya maisha yake, ndani ya mwezi mmoja na nusu Chabalala na vikombe viwili. Tuambie mtu katika Simba ceana enye vikombe viwili. Mwalimu, Yanga bingwa, haujajibu swali ndani ya Simba hakuna, si ndio? Hmm. kwa maana yake Shabara amechagua njia sahihi hmm, au sio sahihi? kwa kweli sahihi, utatujibu watazamaji, kwa ah, wewe, kwa akili yako wewe. Mimi siwezi kujibu, mbona swali unauliza bwana? Kijana pole bwana. Mwalimu naam, ni wazi Yanga analitawala tena soka la Tanzania soka. Sikiliza, si target yetu? Aha, na wanachama hmm, wetu wengi waliamua kuweka tofali la ubingwa kwa ajili ya kuwasajili wachezaji bora, kama kishaaa Simba sial siwi. hawa wachezaji ambao wamelipa ada zao za wanachama ni kwa ajili ya kutawala mpira wa Afrika, Tanzania. tushafanya kila kitu. Hao unasema e ni bora, tushapiga wote. sasa hivi imebaki target moja tu, kuleta CAF Champions League. Inshallah, mapenzi yake Mwenyezi Mungu, msimu huu ndio atakuwa kwanza kuleta anaongoza Uh, namba tano barani Afrika ah, kwa ubora. Sasa mdogo wangu kitu kimoja, Relax ni kisingana. Sikiza okay. mm -hmm. kati ya kafu na FIFA nani unamwamini? FIFA. FIFA. Eh? FIFA. Wote. Unasema wote, sikiliza basi hii ni principle ya kawaida mm -hmm. FIFA ndio mwenye mpira anaweza kufuta kafu oh, na vyama vingine vyote mm -hmm. uongo kweli si ndio mm hivyo? -hmm. Kwa maana yake FIFA kitu, akisema neno huyu wa chini maana yake hana mamlaka si ndio? Kwa mfano Akizungumza rais yeah, na mjumba wa nyumba kumi, nani unamwamini? Rais. <coughs> kwa rais, maana yake ndio mpaka ukuinta. Namaanisha nini? namaanisha hivi. yeah. FIFA amesema, katika FIFA oh. Club World Cup virabu kumi na sita, Simba awamo. Simba <coughs> awamo. Yaani FIFA amesema, wenye mpira wao virabu kumi na sita ambao vinashika FIFA Club World Cup elfu mbili na ishirini na sita na ishirini na tisa, Simba awamo kati ya FIFA na CAF nani mkubwa FIFA? ndio maana nikaja hoja yangu hapo kwa FIFA. Sina, sikiliza FIFA, katika vilabu kumi na sita, Yanga tumo. Sikiliza mdogo wangu hapa, relax, tumie nguvu hii, tuseme nafasi ya tano ina faida gani kwako wewe? kama nafasi ya tano unashinda kwenda katika FIFA Club World Cup, ina faida gani kwako wewe? nakuuliza kama nafasi ya tano unashindwa kwenda katika FIFA Club World Cup. Aumo inafaida gani? Nafasi ya tano nimekuuliza swali haujajibu, we unaniuliza swali mimi, nimekuuliza hiyo swali nafasi ya tano. FIFA wamesema navyo vitambua vilabu kumi na sita Afrika vitavyoshika katika FIFA Club World Cup elfu mbili na ishirini na sita na ishirini na tisa. Simba hawamo si ndio? Nikakuliza, kati ya FIFA na CAF nani unamwamini, nani mkubwa, ukasema FIFA. Sasa sisi tunasikiliza FIFA, unasemaje hiyo nafasi ya tano nasajia nini kwa kweli, tuje kwanza. Nafasi ya tano kusajia nini? Ni wazi haina mafanikio yoyote. Ndio maana ke, ukasema tunasikiliza nani katika FIFA. Yanga tupo nafasi ya nane. Ah, mwalimu ah, anamwile amezima ah, vizuri sana pengo la alidi ya ucho leo. Zungumza chochote mm. Duniani kuna viungo watatu Umeelewa? si... kuna, kuna viungo wangapi? Watatu hmm. na hii wanayanga atakaosoma. Kuna viungo watatu hmm. ambao uwatau amba ah una defense midfield ambao unaitwa CDM kitaalam. Alafu kuna holding midfield ambao unazungumza kitaalam kama kina auto. Alafu tunazungumza box to box midfield. Kuna viungo wangapi? <muchan> watatu. Auto, alikuwa ni holding siyo? Hao ni duniani kina Matic. Alafu na mtu atakuwa CDM, central defense midfield. Hao tunazungumza kina Kante. Kante anakuwa mchezaji bora wa Ulaya kwa mchezaji bora ligi kuu ya Uingereza. No, Ngolo Kante tunazungumza Ngolo Kante ambayo alikuwepo na Ufaransa. Si ndio? mm. Iwe kazi yake ndio ile kazi yake ikupo namba sita, lakini defense midfield. Hiyo ndo kazi anayofanya nani? Azizi andambwile. Azizi na Dambu ni defensive midfield midfield, so hold midfield. Ukisema meziba namba auto, style ya Roman Force tofauti na auto, auto na hold midfield. Ni aina tofauti. Kuna box to box midfield, ama mzimu mkaja Jonas Mkude au mzimu mkaja Kagoma ni box to box midfield. Kwa kocha anaamua ni falsafa gani na mbinu gani atumie ndani ya imeti. Sasa ukisema meziba kulingana na style ya Roman Force, anahitaji jitu la mpumba kama Azizi yandambuli kufanya kazi ili aita nani defense midfield mm huyo -hmm. Unaweza ukapata double ee pamoja na nani pamoja na Musa Bara Konte, hao wote naitwa defense midfield, ndio maana mm -hmm. Musa Bara Konte amekuwa kiungo bora msimu uliopita mashindano ya Kafu kwa sababu kazi yake ya kuchafua hizo eh, katika viungo ambayo wamepola <laughs> mpira mingi Afrika <laughs> ni yeye. Hey, kafanya takwimu kapora mara kumi na mbili Mm. Kuliko kiungo yote, sio? Yeah. Sifa ya nini, ya yeah, defense midfield. Mm. Sasa mkijua hivyo aina za type za viungo ndo itawasaidia. Mm. Ukisema ameziba so wameziba tu, ameweka na simenti, ameweka na zege, leo amefanya kazi ambazo duniani yanatakiwa zifanye, kama zile o simuona pale nani ule nani, nani kanti kapotea siakaisunabi nikapotea si kajsikaeka kaua kamepotea. Yani jitu lenyewe liko peke yake angani, tunaangalia kama nasetimia pa pa, pa pa pa ndo kazi hiyo. Hebu eh, unaweza kumpa ujumbe gani Shomari Kapombe, kaoo mwandamizi kwenye kikosi cha Simba ambaye ameshuhudia Simba ikicharangwa mara tano mtawalia? Kwanza tukubaliane kazi na umri. Hey, kazi na umri sio yeah, yeah. Hey, hey, hey, hey, hey, umri hey. Umri hey Umri ushaendayes si no? umri ushaenda ndugu yetu, na ni kweli ni mchezaji mwandamizi, lakini umri ishaenda. Tunataka kujua msimamo wenu kama wananchi. Kuna watu waliahidi ahadi tofauti tofauti, wengine walisema watavaa jezi ya Yanga, wengine walisema watahamia Yanga, wengine walisema watatoa mke na watoto. Nyinyi kama wananchi, msimamo wenu uko vipi? Kwanza huo msimamo, jambo jambo zuri aa, wananchi aotawa A, kamanda upo hapa, kamanda wangu yupo hapa, wote hawa na kiti mamu na wote, jambo kubwa kuliko baya ambao, na hii nataka tumuonye tu Mwijaku, na anafanya makosa kila siku, si ndio? Anafanya makosa kila siku, kitendo cha kumwa, kitendo cha, cha kusema achukulie mtoto achukulie mke. Sikiliza, hawa wanawake, si ndio? Hawa wanawake ni Mungu ameumba kwa wivu mkubwa zaidi Usifanye mwanamke kama jambo la kama yani kama, kama chombo cha majaribio, si ndio? Tusiwakosee kwa sababu tuna mama zetu, tuna dada zetu. Kitendo cha kufanya kila siku hao muda mwingine, si ndio e ambao sio ambao, ambao sio wanachama, si ndio, ni lazima tumshikishe adabu, si ndio? Adabu ni nini? Lazima tumwambie mwanamke kaa pembeni, mtoto kaa pembeni. Aiwezekani nawazalisha wanawake kila siku, na nchi hii inaongozwa na presidenti Yes, Dkt. Mama Samia Suluhu Hassan sio, yaani mambo ya kipuuzi, unaita mambo katika mambo ya michezo yani, unapoteza una taswira. Sisi tuna dada zetu, yes, tuna dogo zetu, umeelewa, si ambao ni watu jambo hilo ambao amefanya. Mimi namwomba msamaha Mwijaku kwa kitendo alichokifanya, na wanachama wa Kabwi naomba msamaha, msiende mkafanye kama alivyosema yeye. Sio kwa sababu kama mtu amefanya ujinga tusilipe katika kwa kwa ujinga ambao hauna sababu yoyote, lakini mimi naumia kwa sababu mimi na mama tu ambaye namnaye, sindio? Leo unamzalisha mke wako unamzalisha e, mwanao kwa mambo ya kipuuzi tu. Wengine wamesema sijui watavua nguo, umeona, sijui haya mambo yote ni mambo ya kijinga tu, sindio? Hawezi ukaweka hadi katika, katika, katika, katika timu yako ambayo wachezaji hapa wakafanya mazoezi ndio kwanza wanaenda kuogelea, wengine wanakumbatiana wanashikana vitutu ah.